Sasa mimi napenda watu wa Mount Kenya sana. Wacha niongee leo Mount Kenya. Ngai kutoke. Mount Kenya mimi napenda hao watu sana kwa sababu wanaangalia maendeleo yao. Hao wataki kujua ni nani atasimama, ni nani watampatia. Hao wanataka maendeleo yao. Kuna wengine hawataki kuangalia maendeleo yao. Kuna watu wanataka kujua ni nani watapigia kura, kiongozi wao atasema wanapigia nani. Huyo jamaa amekuja huko kwenu, nisikize vizuri kabisa. Nataka akikuja huko kwenu muulize ya kwamba hii taraja, taraja ya Nithi inajengwa siku gani, akuja na engineer. Very soon hiyo taraja inaua watu wengi sana hapo Nithi Very soon watajenga pale mochari kwa sababu ya biashara. Watu wengi wanapoteza maisha na wanajua tenet hii, mwili inawekwa hapa immediately. Chungana sana na wao jamaa hao, jamaa unajua, hufai kucheka na mtu mwenye alikuibia kitu. Unafaa uchungulie kama amekuongelesha amekuchekesha, angalia meno yako, hesabu meno ni ngapi kwa mdomo, usicheke next Alikuja huko kwetu Bungoma, siyo kwa ubaya akaweka airport pale Webuye Matulo. Saa hii nyasi memea kwa hiyo airport, tangu ndege ingie hapo mara moja hakuna ndege tushaiona. Western hakuna, hakuna ndege. Kitu kingine, alikuja huko Bungoma akajenga stadium. Hiyo stadium za yeta foreman hatujui ni, ni nani, hatujui injinia simamieni ni nani? Nzoya ndio hiyo imeanguka. Nzoya sasa hii imeanguka waliuza, walisema oh, wanaweka leasing, wanaweka privatization, hakuna ilienda pepa, hivyo hivyo ilienda. Kuna barabara ya kutoka, ya ku, ya kutoka Bungoma County kwenda Kakamega County, hii ya brigidia misiru na itiri wapi zote hakuna. Kila siku hiyo barabara Lusaka ileta wajamati wanataka kuombea wa barabara. Hakuna. Wanaleta mapasta wameombea wamaombea mara ngapi barabara hata ipakamilike. Wanakambeinia kila wakati. Watu wa Mount Kenya simama wima. Uliza huyu jamaa, maziwa yetu itauzwa. Uliza huyu jamaa, machani yetu ya chai itauzwa. Uliza huyu jamaa, mira itauzwa ama ni uongo. Angalia maendeleo yenu. Wachana na mambo mingi. Wachana kukala na kama, kama watu wengine sisi tuko hapa Kenya kwa sababu ya maendeleo, na hii mimi siongei kwa sababu ya siasa. Mimi naambia wa Kenya, tusipochunguza sisi wenyewe 2027 tutaumia, tutaumia. Kila mtu angalie maendeleo yake. Asante sana, aya number five.